Si kila anayebisha hodi anastahili kufunguliwa mlango. Si kila tabasamu lina maana ya nia njema. Katika dunia ya leo ni lazima uwe mlinzi wa amani ya nyumba yako. Kuna watu hata ukiwalisha bado hawatosheki. Kuna wengine ukiwakalisha wanainuka na kuondoka na siri zako. Leo hii nitakueleza aina kumi za watu ambao hawapaswi kamwe kuingia katika nyumba yako. Wengine utawajua hii, wengine utawashangaa, lakini ukishajua hii utaweza kulinda hekalu lako la ndani. Moja, mtu mwenye roho ya fitina. Huyu ni mtu anayefurahia migogoro kuliko amani. Ukimkaribisha nyumbani kwako, hatakuuliza uko salama, bali ataanza kuchunguza nani hampendi, nani nani, hajafika nani, hajasema nini Akiondoka, utaanza kuona mivutano isiyo na sababu katika familia yako. Anajifanya rafiki, lakini hufurahia kuona unalumbana na mpendwa wako. Mtu mwenye roho ya fitina si mgeni, ni sumu inayoingia kwa tabasamu. Anaweza kuwa jirani, ndugu au hata rafiki wa zamani, lakini kumbuka, nyumba yako si uwanja wa michezo ya maneno. Linda nyumba yako kama unavyolinda moyo wako. E, fitina haipaswi kuishi humo. Mbili, mtu mwenye wivu usio na sababu. Kuna watu ukiwakaribisha kwako, utabasamu mbele yako, lakini mioyo yao inaungua kwa chuki. Hawa ndio wale ambao hawafurahii mafanikio yako. Ukimwonyesha sofa jipya, atauliza e, umenunua au umetumiwa? Ukimpikia chakula kizuri ataonja huku akisema kina chumvi kidogo eh, lakini kwa macho utaona ukweli wake eh. Anaona maisha yako ni kama kioo kinachomkumbusha alivyoshindwa. Usimruhusu mtu wa namna hii kuingia nyumbani kwako. Wivu ni mzizi wa uharibifu. Mara nyingine ni bora kumtembelea mtu wa aina hii huko kwake kuliko kumkaribisha kwenye hifadhi ya furaha yako. Tatu, mtu mwenye ulimi mrefu Unamkaribisha kwa heshima, unampa chai, unamwonyesha upendo, lakini anapondoka habari zako zote zinaenda sokoni. Kila alichoona, kila ulichomwambia kinakuwa mada ya vijiweni. Mtu mwenye ulimi mrefu ni hatari kuliko mwizi. Mwizi anaiba kitu cha nje te simu, saa au viatu, lakini mwenye ulimi mrefu anaiba heshima yako, siri zako na amani ya familia yako. Kabla hujamruhusu mtu kuingia kwako, ku, jiulize nikimwambia jambo hili ataweza kulihifadhi? Kama jibu ni hapana, ibasi mlango usifunguliwe. Nne, mtu mwenye tabia ya kuchukua bila kurudisha. Huyu ni yule anayekuja mikono mitupu, lakini anaondoka mikono mizito. Anaomba kijiko, kikombe, hata godoro, lakini hurudishi chochote. Ukikumbusha anasema uo, nilisahau nitakuletea kesho. Kesho hiyo haiji kamwe. Mtu wa aina hii si mbaya tu kwa mali zako, bali hujenga utamaduni wa kutokujali. Anawafanya wengine waone nyumba yako kama sehemu ya kuchukua bila kuwajibika. Nyumba yako si duka la bure. Mkaribishe mtu anayejua dhamani ya kile unachompa na anayeweza kusema asante na kurudisha kile alichoazima. Tano. Mtu mwenye macho ya kuchunguza kuliko moyo wa kupenda. Kuna watu wanapokuja kwako, lengo si kuona ini kuona nini unacho, unavaa nini, unaishi vipi. Wana macho yanayochunguza hadi kwenye nyufa za ukuta, lakini hawana moyo wa kusema e, nimefurahi kukuona. Watakuuliza maswali ya ndani kwa hila: hivi, huyu mtoto wako ana miaka mingapi? Mbona yuko tofauti na yule mwingine? Kama una mtu wa namna hii usimruhusu kuingia nyumbani kwako kila wakati, maana hawaoni uzuri wa ndani ya familia yako, wanaangalia vitu vya nje vya kupima maisha yako. Nyumba yako inahitaji wageni wanaokuja kwa moyo wa upendo, si kwa macho ya uchunguzi. Sita, mtu asiyejali usafi wala maadili. Nyumba yako ni mahali pa amani, utulivu na usafi wa kimwili na kiroho. Lakini kuna watu ukimkaribisha anapiga miayo bila kuomba ruhusa, anatema mate hovyo au hata hutupa taka bila aibu. Hawa si wageni, hii ni vyanzo vya uchafu unaoambukiza tabia mbaya hasa kwa watoto. Mbaya zaidi, mtu wa aina hii huleta maadili ya kutiliwa shaka. Anaweza kusema maneno machafu mbele ya familia yako au kutazama video zisizofaa bila kujali anayemzunguka. Usikubali mtu wa namna hii kuharibu mazingira yako ya heshima. Kama hatunzi usafi wa akili, moyo na mwili, hana nafasi kwenye nyumba yako. saba. Mtu mwenye chuki na watu wa familia yako, huyu ni hatari kuliko adui wa nje. Anaweza kukuchekea, lakini anawadharau au kuwachukia watoto wako, mume au mke wako, wazazi wako au ndugu zako anaweza hata kuchochea migogoro kati yenu kimya kimya. Mtu wa aina hii haji kukuona kwa moyo wa familia, bali kwa lengo la kutenganisha. Ukianza kumkaribisha polepole pole, utaanza kuona migongano ya ajabu katika familia yako. Heshimu nyumba yako kwa kuhakikisha unamruhusu tu yule anayeheshimu na kuipenda familia yako. Chuki ya mtu mmoja inaweza kuchafua amani ya wote. Nane. Mtu mwenye hulka ya kuharibu amani. Wapo watu wanapokuja kwako, unaanza kuhisi hali ya mvutano. Hawajui kukaa kimya, kila kitu wanapinga, kila jambo wanaleta lawama, wanahoji kila kitu. Kwa nini mtoto huyu haendi tuition? Kwa nini chakula kimepikwa hivi? Mbona mnaishi hapa bado? Huyu si mgeni, ni mchokozi wa hila badala ya kukuacha na tabasamu, anaacha kelele na huzuni. Anaondoka na kukuacha ukiwa na maumivu ya kichwa bila hata ya kukugusa. Usiache mtu huyu akaigeuza nyumba yako kuwa uwanja wa malalamiko na mashindano. Amani ya nyumbani ni ya thamani kuliko hata chakula kizuri. tisa. Mtu mwenye kiburi kuliko heshima Huyu ni yule anayekuja kwako bila kusema shikamoo, hatoi hata asante e baada ya chakula, na hata hakubali msaada wowote, hata pale unapoonyesha nia njema. Anapenda kuonyesha yeye ni bora kuliko wewe, kwamba ana pesa zaidi, nyumba nzuri zaidi, watoto bora zaidi. Ukimkaribisha, ataitumia nyumba yako kama jukwaa la kuonyesha mafanikio yake, huku akikudharau kwa njia ya utani au mafumbo. Kumbuka, heshima ni msingi wa uhusiano wowote. Kama mtu hawezi kuonyesha adabu katika nyumba yako, hana nafasi hata ya kuketi sebuleni. Kumi. mtu mwenye historia ya usaliti. Mara moja alikusaliti, ulimsaidia, akakugeuka, ulimsaidia tena akakuumiza zaidi, na bado unafikiria kumkaribisha tena? Watu wa aina hii hurejea, si kwa sababu wamebadilika, bali kwa sababu wameishiwa sehemu ya kutenda mabaya yao. Mtu aliyekusaliti si mara moja, ana nafasi kubwa ya kufanya hivyo tena, ipo ustadi zaidi. Ni kweli kusamehe ni jambo la maana, lakini kusahau na kurudia makosa ni hatari. Kama mtu ameonyesha tabia ya usaliti, mpe msamaha wa rohoni, lakini usimruhusu tena kuvuka mlango wa nyumba yako. Nyumba yako ni ngome ya uaminifu, si kambi ya majaribio ya watu wenye historia ya hila. Nyumba yako ni zaidi ya jengo, ni hekalu la moyo wako, ni mahali ambapo ndoto huanza, maisha hujengwa na upendo huishi. Na kama vile usivyomruhusu mtu kuvunja mlango wa benki yako, usimruhusu mtu yeyote kuvunja amani ya nyumba yako. Watu wanaokuja nyumbani kwako huacha kitu nyuma, ili iwe ni tabasamu, neno jema, faraja i, au huzuni, vurugu na maumivu ya roho. Wewe ndiye mwenye mamlaka ya kuchagua nani aingie, nani asubiri nje, na nani aombee tu kutoka mbali. Usikaribishe kila mtu kwa sababu ya huruma. Kuna huruma ambazo huzaa machungu marefu. Kuna tabasamu zinazoficha sumu. Kuna maneno mazuri ambayo ni chambo cha kuingia na kuharibu. Kumbuka, hesi kila anayebisha mlango anastahili kufunguliwa. Si kila anayekuita rafiki ni rafiki. Si kila mtu anayecheka nawe anafurahia mafanikio yako. Jifunze kusema hapana kwa upole, lakini kwa msimamo. Jifunze kuweka mipaka bila kuwa na hatia. Jifunze kwamba nyumba yako ni sehemu ya heshima, si pa kila mtu. Hili ni somo la ulinzi wa kiakili na kiroho. Ni mwaliko wa kuchunga mazingira yako ya ndani, kwa kuwa kile unachokiruhusu kuingia ndicho kinachokaa na kukua. Kwa hiyo, tafakari, chagua kwa busara, na linda nyumba yako, maana kuna watu wakishapita mlango iu huondoka na kitu ambacho hakiwezi kurudi.